Idadi ya watu waliofariki kutokana na kipindupindu eneo la Transmara, kaunti ya Narok imefikia watatu baada ya mtu mmoja zaidi kuaga dunia. Idadi ya wanaougua kipindupindu pia imeongezeka na kwa sasa wamefikia watu 45 waliolazwa hospitalini. Sasa idara ya afya kaunti ya Narok imepiga marufuku uuzaji wa vyakula katika sehemu hiyo, siku moja baada ya ugonjwa wa kipindupindu kuripotiwa Transmara magharibi na kusini. Hali ya wasiwasi inazidi wasi kutanda miongoni mwa wakazi baada ya idadi ya waliofariki kuongezeka hadi watano baada ya mtu mmoja kufariki Jumatatu. Hospitali ya Transmara West ikiendelea kuwahudumia wagonjwa waliofikishwa hapa wakiwemo watoto na kina mama yeah. Joseph Ongeri mkazi eneo la majengo viungani mwa mji wa Kilgoris anatuelezea jinsi alivyojipata hapa baada ya kulemewa. Niliansa kutapika damu na kuara. Mimi ndio nilipitia mengi nikaona kama lakini Mungu ametujalia wa na watu wote wenye wamekuja hapa hiyo wa lakini wa madaktari wetu wamewaokoa sana. Kando yake ni Alex Lemayan, yeye pia anaendelea kupata nafuu baada ya ugonjwa huo kumlipukia akiwa eneo la ilianza kunisumbua sana, nikaanza tu kutoka nje -greenish diarrhea and severe vomiting. Several patients came in shock. Kufuatia hali hiyo, serikali ya kaunti ya Narok kimewatuma maafisa kutoka idara ya afya kwa ushirikiano na wale wa serikali kuu kutathmini hali tumekuwa na admissions watu ambayo wameweza kulazwa katika hii hospitali e, mpaka wa saa hizi arobaini na tano. Tutahakikisha ya kwamba e, wananchi kila mmoja wao awe na choo katika boma lake, watumie vilivyo, wanawe mikono kila wakati. Kufuatia hali hiyo, idara ya afya imepiga marufuku uuzaji wa vyakula sokoni, kwenye hoteli na pia kusimamishwa kwa sherehe zote zinazowaleta watu pamoja. Maafisa wa serikali wanapojizatiti kukabili msambao wa ugonjwa huo wa cholera Kilgoris na maeneo ya Lolgorian, hivi ndivyo hali ilivyo katika masoko mbalimbali mbali, wenyeji sasa wakizidi kutoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba wamedhibiti masoko maeneo haya kama njia mojawapo ya kukabili ugonjwa huo wa kipindupindu. Kufikia sasa maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na katika wodi ya Shankoe, Majengo, Migingo, Ololchani, Kibera, Milimani Lepolosi na Kisumu Ndogo, Lolgorian katika wodi ya Kilgoris Central, eneo la complex Olesentu na ndani ya shule ya ACK Academy. Crispino Tieno, runinga ya Citizen Transmara.